Walisema yote yalitokea katika mchana wenye jua kali siku ya Alhamisi. Siku hiyo, Amara mdogo alikuwa na umri wa miaka minane tu alipomfuata kipepeo nje ya uzio wa nyumba yao kupitia njia ya vichochoro iliyopita nyuma ya kanisa la kijiji na kuelekea mtoni. Hakuna aliyegundua mpaka ilikuwa tayari imechelewa. Wakati kilio cha kwanza kiliposikika, kilichopatikana tu ni viatu vyake vidogo, kimoja kikiwa kimenaswa kwenye tope na kingine kikiogelea polepole pembezoni mwa mto wa Obu. Mto huo ulikuwa mtulivu kama vile usingizi mzito, lakini Amara alikuwa ametoweka. Linda alikuwa na miaka ishirini na nane tu alipofunga maisha yake yote kwenye begi kubwa la plastiki la egana masti go na kuacha Dar es Salaam nyuma. Hakuangalia nyuma, si kwenye saluni ya zamani aliyokuwa akifanya kazi ambapo bosi wake alikuwa akimnyanyasa kila mara, wala kwa mchumba wake aliyemtosa baada ya miaka minne, na kabisa si kwa marafiki bandia waliomkumbuka tu walipohitaji nywele za bure. Da sio kwangu na sitarudi tena, alijisemea kwa ari mpya na roho ya uthubutu. Linda alielekea kwenye kijiji kidogo kilichoitwa Obuoku Mtoni. Maisha huko yalikuwa rahisi na yenye amani, kwa hivyo akaamua kubaki. Lakini hakuna aliyemwambia kuwa kijiji hicho kilikuwa na siri iliyofichwa chini ya maji ya mto, na kuwa amani hiyo ilikuwa ya gharama kubwa na chungu. Wiki mbili baada ya Linda kuhamia kwenye kijiji hicho, alianza kutuma maombi ya kazi mbalimbali mbali ili aweze kujiwekea akiba ya kuanzisha saluni yake. Alifanya kazi kama muuzaji katika duka la vyakula, aliuza maandazi barabarani na hata alifanya biashara ya usiku ya mito ya bei nafuu. Mwezi mmoja baadaye, Linda alikuwa tayari kuifungua saluni yake. Hata hivyo, bei za maduka zilikuwa ghali mno na bajeti yake ilikuwa shilingi elfu tano tu, ambayo haikufika hata nusu ya gharama. Lakini siku moja ya hatima, rafiki yake Machi alimwambia kuhusu jengo la zamani lililoachwa karibu na mto. Ni miaka kumi sasa tangu mtu wa mwisho kuingia humo, Machi alisema. Linda alishangilia kwa furaha bila hata kufikiria mara mbili. Mungu amejibu maombi yangu, alisema. Kesho yake Linda alielekea moja kwa moja kwenye jengo hilo, na alipoingia, moyo wake ulilipuka kwa furaha. Mahali hapo palikuwa la zamani na lenye kutu, vumbi na buibui kila kona, lakini hakujali. Alianza kusafisha haraka na baada ya saa tano alikuwa amemaliza. Kesho yake alikwenda sokoni na kununua vifaa vyote muhimu, na ndani ya wiki mbili saluni ilikuwa tayari. Aliipa jina Linda's Haven. Wakazi wa kijiji walitazama kwa hofu Linda alipofungua saluni kwenye jengo ambalo lilikuwa limeachwa kwa miaka mingi. Linda aliona macho yao ya kushangaa, lakini hakujali alikuwa na uhakika kwamba wangeanza kumiminika kwa sababu saluni ilikuwa karibu na mto, mto uliotoa utulivu tu. Hata hivyo, miezi ikapita bila hata mteja mmoja kuingia saluni yake, si hata inzi. Kila siku angekaa nje ya duka lake akiwaangalia watu wakipita, huku akiwapungia mkono kwa matumaini kwamba wangemkaribia, lakini hakuna aliyekuja. Nimerogwa. Kwa nini hakuna anayekuja kwenye saluni yangu? aliuliza rafiki yake Machi. Nadhani ni kwa sababu ya eneo la saluni yako, mpenzi, Machi alijibu. Eneo, kuna ubaya gani kufungua saluni karibu na mto? Mandhari ni nzuri na mto una amani, Linda alijibu kwa msisitizo. Nadhani nilikosea kukuambia kuhusu sehemu hii, Linda. Na kushauri uondoke hapa, Machi alionya. Lakini Linda alikuwa mkaidi. Alimwamini sana mto kuliko hata watu waliomzunguka. Hakuwa na pesa ya chakula bora, na siku zingine alikuwa akimeza kijubeche cha magi kilichokauka ili ajisikie kamili. Katika siku zake mbaya zaidi, angechovya unga wa gari kwenye maji baridi ya mto na kujifanya kuwa anakula ice cream. Wakazi wa kijiji walikuwa wakisema kuwa hakuna biashara inayowahi kufanikiwa karibu na mto na kwamba mto huo umerogwa, lakini Linda hakuamini laana. Aliamini nafasi ya pili, na aliamini ndani ya nafsi yake, angalau aliamini hivyo, mpaka usiku ule ambapo mvua ilinyesha na mtu akagonga mlango wa saluni yake. Ingawa hakuwa amemwona mtu yeyote akipita jioni hiyo, alisikia mlio wa kugonga mlango. Ilikuwa karibu saa sita usiku na mvua ilikuwa imetulia tu. Linda alisikia mlio huo kwa mara ya pili. Mwanzoni alitaka kupuuza, lakini mlio huo uliendelea. Alijipiga msalaba mara tatu na kunong'ona sala za kimya kimya, kisha akatembea taratibu hadi mlangoni na kuufungua kwa tahadhari. Cha kushangaza, mwanamke alikuwa amesimama mlangoni. Hakuwa na viatu na alikuwa ameloa maji yakidondoka kutoka kwenye nywele zake. Alionekana kama binadamu lakini kulikuwa na kitu kisicho cha kawaida juu yake. Mwanamke huyo aliingia ndani bila kuuliza na kuketi kwa utulivu kwenye kiti cha plastiki cha saluni. Linda alimwangalia kwa hofu na kumsalimu, habari za jioni, tafadhali, unataka nini? Mwanamke huyo alitabasamu kwa upole na kusema, jina langu ni Didi, na nimekuja kukufanya uwe tajiri. Nimeona mashaka yako, na sala zako za kimya zinanisumbua rohoni. Sielewi unatoka wapi na una mpango gani wa kunifanya niwe tajiri. Unataka kununua nywele zangu? Linda aliuliza kwa sauti inayotetemeka. Wakati ukifika utajua mimi ni nani. Ninachotaka kutoka kwako ni uuze nywele zangu. Ukiziuza, pesa zote ziwe zako, lakini hakikisha unaziuza. Na kwa kusema hivyo, mwanamke huyo alitoka nje. Linda alikimbia kumfuata, lakini tayari alikuwa akitembea kuelekea mtoni mbele ya saluni. Maji alimkaribisha kama rafiki wa zamani, na ndani ya sekunde chache alizama, na nywele zake ndefu ndizo pekee Linda alizoziona. Asubuhi yake Linda alipoamka alikuta begi la nailoni jeusi mbele ya saluni yake. Alilitazama kwa muda kisha akaliingiza ndani. Kwa vidole vinavyotetemeka alilifungua na kwa mshangao alikuta aina mbalimbali za nywele za bandia zenye kuruka, nywele za donor mmoja na wapili hata zile zilizonyoka kabisa zilikuwa ndani ya begi. Je, hizi ndizo nywele alizozungumzia yule mwanamke? Lakini nitamwambia nini machi? Nitawaambiaje watu nilipata wapi pesa za kununua nywele hizi? Mungu, nimejiingiza kwenye nini? Wakati bado alikuwa anafikiria, mtu aligonga mlango, lakini hakuwa Didi. Alikuwa msichana mdogo akiwa na simu mkononi. Samahani, wewe ndiye unafanya nywele hapa? Nimeiona saluni yako kwenye Instagram. Linda alipiga miayo mara mbili. Instagram? yeye hata hakuwa na akaunti ya Instagram, achilia mbali saluni. Kabla hajashughulikia maneno ya msichana huyo, wanawake wengine wawili waliwasili, kisha watatu, kisha watano, idadi ikazidi kuongezeka. Kufikia saa tatu asubuhi, kulikuwa na foleni nje ya saluni yake ndogo, lakini wanawake wote walikuwa wageni. Baadhi walitoka mji wa karibu, wengine walisema waliaga kazi zao mapema kwa sababu kitu ndani yao kiliwaambia waje. Lakini kitu cha kutisha zaidi ni kwamba wanawake wengi hawakuweza kuelezea walivyosikia kuhusu Linda. Linda alikuwa amechanganyikiwa na mwenye wasiwasi, lakini njaa tumboni mwake na deni lililokuwa juu yake vilimlazimisha kuchukua hatua. Alianza kusuka nywele za wateja wake mara moja, na kabla jua halijazama, alikuwa amemaliza wanawake watano kati ya kumi na tano waliokuja siku hiyo. Wateja wake walinunua nywele kwa bei ya shilingi laki moja na kumi na tano kila moja. Kwa siku moja, Linda alipata zaidi ya shilingi laki tisa. Alipomaliza, aliketi sakafuni akiwa mdomo wazi kwa mshangao. Hakujua kama alie au acheke. Je, haya ni maajabu au mtego? Nimejiingiza kwenye nini? Alifikiria kukimbia na pesa zote, lakini usiku huo Didi alimtokea katika ndoto na kumwonya vikali kamwe asiondoke kwenye jengo lile. Badala yake, alimwambia alikarabati jengo hilo kwa mapenzi yake, na kila siku atakapoamka ataukuta mfuko wa nailoni mweusi wenye nywele mpya mbele ya mlango wa saluni yake. Kwa msisimko na mshangao mzito, Linda aliuingiza kila siku begi hilo. Na hivyo ndivyo Lindas Haven ikawa jina maarufu katika kijiji hicho na hata zaidi ya mipaka ya kijiji. Watu walianza kunong'ona kwamba saluni hiyo si ya kawaida, bali ni mahali ambapo furaha yako inaweza kurejeshwa. Wanawake waliokuja wakiwa wamechoka na kufadhaika walitoka hapo wakiwa na nyuso zenye tabasamu na roho zilizotulia. Msichana mmoja mwenye aibu aliyekuwa haongei hata eu jambo e, aliondoka saluni hiyo akicheza na kujirekodi kwenye simu kwa kujiamini. Mwanamke mwingine alijiangalia kwenye kioo na kupiga kelele, najisikia mwenye nguvu mno. Saluni hiyo ya vumbi sasa ikawa ndio sehemu moto zaidi katika kijiji, huenda hata mkoa mzima. Lakini Linda bado hakuielewa hali hiyo, ingawa aliipenda. Alikarabati jengo lote akanunua vifaa vya kisasa na akaajiri wafanyakazi zaidi. Wanawake wanawake wa kijiji ambao zamani walimpuuza sasa walianza kumiminika kwenye saluni yake. Alifungua alifungua akaunti ya Instagram kwa ajili ya saluni na watu wakaanza kununua nywele zake. Rafiki rafiki yake Machi alipomuuliza kuhusu mabadiliko yake ya ghafla, Linda alidanganya na kusema mjomba wake aliyeko Kanada ndiye aliyemtumia pesa za kuanzisha biashara hiyo. Lakini si muda mrefu, hadithi za ajabu zilianza kusambaa kuhusu baadhi ya wateja waliokuwa wamenunua nywele zake. Kwanza ilikuwa mwanamke aitwaye Aini, mama wa watoto aliyeachwa, ambaye alikuwa akiomba misaada ya kifedha kwa zaidi ya mwaka bila mafanikio. Alivaa moja ya nywele alizonunua kutoka kwa Linda kwenye harusi, na siku iliyofuata kampuni ya kigeni ilimtumia msaada wa dola 1500 kwa ajili ya biashara ya chakula aliyoitelekeza mwaka jana. Mwingine alikuwa mwanamke aliyekuwa akijaribu kupata ujauzito kwa miaka mitano. Alinunua nywele kutoka kwa Linda na siku mbili baadaye akagundua ni mjamzito. Kisha akaja Bulma, mwanafunzi mtulivu wa chuo kikuu aliyekuwa anakaa nyuma kabisa darasani. Alivaa nywele ya rangi nyeusi aliyoinunua kutoka kwa Linda na kuposti video fupi kwenye TikTok Asubuhi iliyofuata alipata watazamaji milioni moja na dili la kampuni kubwa likamsubiri. Hata wafuasi wake walianza kumwita eu, mwili wa jini wa baharini. Hakuna mwanamke aliyeweza kuelezea jinsi maisha yao yalivyobadilika ghafla, lakini walichojua tu ni kuwa mambo yalianza kwenda vizuri walipoanza kuvaa nywele kutoka kwa Linda. Linda hakuamini kilichokuwa kinatokea. Mambo yalikuwa yakitokea haraka zaidi ya matarajio yake. Kila siku alipokea ushuhuda mpya kutoka kwa wateja kuhusu miujiza ya nywele zake. Alijisemea kwamba labda alikuwa na bahati au Mungu alikuwa amemkumbuka hatimaye. Lakini wakati mwingine usiku alikuwa akilala kitandani akiwaza, kwa nini nywele hizi zinafanya haya yote? Na huyu Didi ni nani hasa? Hata hivyo, katikati ya haya yote mama alake alikuwa anatazama. Kila asubuhi mama alake alikuwa akiandaa meza yake ya maandazi hatua chache kutoka saluni ya Linda. Alikuwa na umri wa miaka sitini, uso wa mviringo, mikono imara na Biblia ambayo haikuachana naye. Marehemu mumewe aliwahi kumuita nabii wa kijiji, na ingawa alikuwa akicheka kusikia watu wakimuita hivyo, macho yake yalikuwa makali na macho makini. Aliona mabadiliko kabla ya mtu mwingine yeyote. Kwanza ilikuwa wanawake waliokuja kama sisimizi kwenye sukari, kisha nywele zenyewe zikiangalia kama kitu kisichostahili kuwepo duniani. Halafu alianza kuona ishara za ajabu. Mbuzi wake wawili, Bisi na Ola, ghafla walikataa kabisa kupita karibu na saluni ya Linda. Wangepiga teke na kujivuta kila alipowajaribu kuwavuta kupita duka hilo. Kisha usiku mmoja, mama alake aliota ndoto. Alimwona Linda akisuka nywele lakini waliokuwa wameketi kwenye viti si watu bali vivuli. Macho yao yalikuwa wazi na nywele zao zilikuwa kama nyoka. Kioo cha saluni hakikuonyesha nyuso bali kilionyesha maji. Asubuhi yake alienda kwa Linda na kusema kwa sauti ya chini, "Mwanangu, sijui ni roho gani iliyokupa kipawa hicho, lakini nisikilize vizuri. Mungu akitoa hutoa polepole lakini maji yakikupa hukuvuta chini." Linda alitabasamu kwa heshima na kusema, "Mama, biashara yangu tu ndiyo imeanza kusonga." Lakini ndani ya tumbo lake alihisi kizunguzungu, kwa sababu hangelezea ni kwa nini mikono yake ilitetemeka kila aliposhika nywele mpya kutoka kwa Didi. Rafiki yangu msikilizaji, kabla hatujaendelea na simulizi yetu hii nzuri, naomba ulike video yangu ili unipe nguvu ya kuendelea. Asante sana. Basi usiku mmoja wa hatari, majira ya saa tatu usiku, mvua kubwa ilianza kunyesha ikipiga paa la saluni ya Linda kwa nguvu kama ngumi. Radi zilipiga juu ya kijiji na umeme wa radi uliangaza anga kwa miale myeupe. Linda alikuwa amekaa ndani peke yake, mikono yake ikiwa imejizungusha kuzunguka kikombe cha chai ya moto, akijaribu kutuliza hofu moyoni mwake. Alikuwa akianza kuota ndoto za ajabu tena: maji kwenye vioo vya saluni yake, sauti zisizoeleweka zikimwita masikioni, na nywele zinazojisogeza zenyewe. Alijaribu kupuuza hayo yote, lakini moyoni alihisi kuna jambo baya. Ghafla alisikia kugongwa kwa mlango, moyo wake uliruka. Hakuna anayepaswa kuwa nje kwa hali ya hewa kama hii, alisema kwa hofu, huku mikono yake ikitetemeka. Alifungua mlango polepole pole, na kwa mshangao mkubwa, Didi alikuwa amesimama hapo mbele yake akiwa ameloa kabisa. unapenda kile ulichokuwa sasa? Didi aliuliza kwa sauti ya utulivu. Linda alimkodolea macho kwa muda, kisha akatabasamu kidogo. Ndio eh, napenda. Didi aliingia ndani na kuweka boksi la dhahabu juu ya meza. hizi ni nywele maalum ni kwa ajili ya watu wanaotaka mabadiliko ya haraka maishani mwao, alisema. Linda alipiga magoti pembeni mwa boksi hilo na kulifungua taratibu. Nywele zilizokuwa ndani zilikuwa zinang'aa kwa mwanga hafifu kama mwanga wa mshumaa ulionaswa ndani ya nyuzi za nywele. Moja ilikuwa na miale ya zambarau inayocheza kwenye kingo zake na nyingine ilionekana kana kwamba imetengenezwa kwa ukungu wa asubuhi. Mikono ya Linda ilitetemeka. Sijui kama naweza kuendelea kufanya haya, alinong'ona. Didi alitikisa kichwa kwa hasira na kusema basi, ukatae zawadi hii, lakini ukifanya hivyo, mto utachukua zaidi ya haya. Bila kusema neno lingine, Didi aligeuka na kutoweka. Linda alibaki ameketi hapo akitetemeka kwa hofu. Alijua sasa alikuwa ameingia kwenye mkataba na nguvu za giza, pengine jini, lakini hakukuwa na njia ya kurudi nyuma. Tayari alikuwa na umaarufu, fedha na kile alichowahi kuota na hicho ndicho kilicho muhimu zaidi kwake. Kesho yake, Linda aliposti nywele hizo kwenye ukurasa wake wa Instagram kwa bei kubwa sana. Aliandika wazi kwenye maelezo yake ya picha kuwa nywele hizo ni kwa ajili ya watu wanaotaka mafanikio ya ghafla. Ndani ya dakika chache, watu walianza kumiminika kutaka nywele hizo. Lakini siku tatu baadaye Nancy Blue, mwanamitindo maarufu wa Instagram na mmoja wa wateja wa hivi karibuni wa Linda, aliyevaa mojawapo ya nywele hizo zinazoangaza, alikutwa amekufa kwenye chumba chake akiwa na nywele hiyo kichwani. Ripoti ya uchunguzi ilisema hakuna alama za kupigwa, hakuna vidonda wala dalili yoyote ya uvunjaji wa nyumba, lakini kitu cha kutisha zaidi ni kwamba mapafu yake yalikuwa yamejaa maji. Daktari alisema ilikuwa kana kwamba alizama majini lakini ndani ya chumba chake hakukuwa hata na bafu. Wakati huo huo, simu ya Linda haikuacha kuita. Wengine walikuwa wakilia, wengine wakiomba nywele zile zile alizovaa Nancy. Linda aliketi ndani ya saluni yake, mikono ikitetemeka, pumzi yake ikiwa fupi na vidole vyake vikiwa baridi kama barafu. Usiku huo mvua ikiwa inamimina kwa nguvu, alichukua boksi la dhahabu, akakimbia nje gizani na akalitupa mtoni kwa nguvu zote. Tafadhali chukua mali yako na uniache, alipiga kelele kwa sauti ya hofu. Lakini asubuhi yake alipoingia saluni yake, boksi hilo lilikuwa limetulia vizuri juu ya meza yake. Katika hatua hiyo, Linda alihitimisha kuwa hakuna kurudi nyuma. Kiwango cha mambo kilikuwa mbali sana. Kwa nje Linda alikuwa na kila kitu alichowahi kuomba, utajiri, umaarufu na maana ya maisha. Saluni yake ilikuwa imejaa wateja kwa miezi kadhaa mbele. Watu walivuka mikoa kuja kuketi kwenye kiti chake. Makampuni makubwa yalimtumia ofa, magazeti yalitaka kufanya naye mahojiano na watu maarufu waliita nywele zake uponyaji wa kichwa. Lakini ndani yake, Linda alikuwa anavunjika vipande vipande. Mikono yake ilikuwa ikimsisimka kila aliposhika nywele. Ndoto zake zilikuwa jambo la kutisha kuliko kitu kingine chochote. Kila usiku alikuwa akiwaona wanawake wasio na nyuso wakiichana nywele yao ndefu na yenye unyevunyevu kwa kutumia viwembe vilivyotengenezwa kwa mifupa. Waliimba nyimbo kwa lugha ambayo hakuiweza, lakini maneno hayo yalikuwa yakimvuma hata alipokuwa macho. Usiku mwingine alikuwa akiota ndoto, mto ukimeza saluni yake na kila kitu kilikuwa kikizamishwa chini. Lakini katikati ya hayo yote, hakuwa anajua ajisikie vipi. Wakati mwingine alihisi kuridhika, wakati mwingine alijilaumu kwa kufungua mlango ule usiku wa kwanza. Lakini asubuhi moja tulivu, Didi alirudi tena. Safari hii alikuwa amebeba boksi la fedha lenye nywele moja tu ndani juu ya nywele hiyo kulikuwa na barua iliyokunjwa iliyosomeka, nywele hii ni yako peke yako, ni wewe tu unaweza kuivaa. Linda aliangalia nywele hiyo kwa muda mrefu, kisha taratibu akaivaa kichwani. Mara tu nywele hiyo ilipogusa ngozi ya kichwa chake, mwili wake uliganda, macho yake yakarudi nyuma, na akili yake ikapasuka kama dirisha lililopigwa na dhoruba. Kisha ghafla akaona maono ndani yake. Alimwona Didi akipiga kelele, akivutwa kuingia mtoni na watu wa kijiji. Kisha akaiona saluni yake, lakini haikuwa tena saluni. Ilikuwa chini ya maji, ikiwa imejaa wanawake wa roho waliokuwa wakipata huduma ya nywele kwa mwendo wa taratibu sana. Macho yao yalikuwa tupu na midomo yao ilikuwa wazi, kana kwamba wanaimba. Linda alijaribu kuivua nywele hiyo, lakini haikutoka. Alipotazama kwenye kioo kile, alichokiona kilimfanya moyo wake usimame. Macho yake hayakuwa ya kawaida tena, yalikuwa macho ya samaki, ya mviringo, baridi na yenye kina. Midomo ya Linda ilitetemeka, kisha polepole pole, alitabasamu. Na hivyo ndivyo ilivyokuwa. E, Linda alianza akiwa na matumaini tu, msichana mwenye begi la plastiki na ndoto ya saluni yake ndogo lakini hakujua kuwa zawadi kutoka kwa maji huwa na gharama ambayo si kila mtu anaweza kuilipa. Aliwapa wanawake nywele, lakini walipata zaidi ya nywele. Walipata nguvu, bahati, miujiza, na baadaye walipoteza kwa njia ambazo haziwezi kuelezewa. Kila usiku alikesha akihesabu wateja, hina ndoto, akihesabu pesa, ina sauti kutoka chini ya kio akihesabu baraka eina macho ya samaki aliona siku alivyoivaa nywele ya mwisho. Kwa nje, Linda alikuwa mafanikio, lakini kwa ndani alibeba siri ya mto, siri ambayo sasa hawezi kuitoa. Sasa saluni yake imekuwa hadithi. Wengine husema ni mahali pa miujiza, wengine husema ni mlango wa kuzimu, lakini wote wanakubaliana kwenye jambo moja: zawadi ya mto haiji bure. Huu ni mwisho wa sehemu ya kwanza ya hadithi ya Linda. Rafiki yangu msikilizaji, hapa sio mwisho wa simulizi hii, kuna pati tu inakuja. Asante kwa kutazama. He, naendelea kusubiri pati tu ya simulizi hii. Kama unataka niweke pati tu sasa hivi, niambie kwenye comment. Subscribe kwa hadithi nyingine kali za kusisimua, usisahau kubonyeza kengele. Sehemu ya pili inakaribia.